Mheshimiwa Dr. Abubakar Zubeiri bin Ali, Sheikh Mkuu na Mufti wa Tanzania. Mheshimiwa Rais Mstaafu kaka yetu Jakaya Mrisho Kikwete na Mama Salma Kikwete. Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Naibu Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Jumuiya ya Wanawake wa Kiislamu Taifa na Mwenyekiti wa Mkoa Ndugu wajumbe wa bodi ya wadhamini BAKWATA, ndugu wajumbe wa baraza la ulama, waheshimiwa mawaziri mliopo hapa, waheshimiwa mashekhe na viongozi wa BAKWATA, mheshimiwa, waheshimiwa viongozi wa dini wa madhehebu mbalimbali mlioko hapa, waheshimiwa mabalozi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 kulinda haki na utu wa kila Mtanzania. Hivyo hatuto sita kufanya wajibu wetu bila woga. Waswahili usema chelea mwana kulia basi hulia yeye, kwa nasi hatuko tayari kulia sisi na tukamwacha mwana atovuke. Mwana yoyote atakayetovuka tashughulika naye ili kulinda wengi wasilie. Hatutafanya ajizi ya kuto kushughulika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 na desturi zote za uchaguzi. Ile falsafa ya R4 itaendelea kuwa moja ya nyenzo zetu kuu katika uchaguzi mkuu unaotukabili. Nyote ni mashahidi wa maboresho na mageuzi makubwa tuliyokushafanya yafanya, kama vile kuruhusu mikutano ya kisiasa kuendelea nchini, inaendelea huko Bunge kufanya mabadiliko ya kisheria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 zikatugawa kwani kuna maisha baada ya uchaguzi. Mheshimiwa Mufti na viongozi wa dini, nikupongeze wewe binafsi Mheshimiwa Mufti na watendaji wote wa Bakwata, kwa kazi kubwa na kazi nzuri ya kupeleka mahujaji kule Makka. Kila mwaka kwa miaka mingi, mmeweza kuwasafirisha, kuwahudumia na kuwarejesha salama mahujaji wetu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 niseme ndugu zangu, viongozi wa dini, tumefanikiwa vizuri sana kukuza na kueneza elimu ya dini na kuwafanya watu. Lakini nilikuwa nafuatilia pia watu wanahojiwa, kwa mfano ja, jana walipovunja busati la Mtoro. Baada ya kuvunja lile busati, watu wakawa wanahojiwa, hasa katika mwaka ambao msikiti imejaa ni mwaka huu. Kwa hiyo, huo, huo ndio mwendo wa kwenda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 Asalam As alaikum warahmatullahi wabarakatu, asante sana Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hutba. Kilicho, kilichobaki ni dua ya mwisho, hivyo nawasistiza wanaokwenda kwenye ibada ya Maka dola elfu sita tu zinakupeleka pale kwenye taasisi yetu ya Bakwata na taasisi ya El Baraka, kwa sababu ina misingi ya sheria ya Kiislamu pale CRDB. Vyema tufungue akaunti pale, tufanye ibada ambayo haitamuudhi Mungu. Riba ni jambo lina muudhi Mungu. Tunaomba dua ya mwisho ya kufunga, Sheikh Hassan Chizenga uje utufungie dua, tumeanza na